Uwafikishie hizo taarifa kwamba, kwa sababu inaonekana kwamba hawaoni mwalimu wa michezo, hawaoni maafisa michezo, tuwasogeze katika maeneo yao ya kilimo na shughuli nyingine, ili wapate muda mzuri waweze kufanya hivyo. Sijazungumzia walimu wa michezo, nazungumzia maafisa michezo, sababu hawa kuendeleza mchezo popote pale. Sasa inakuwaje kwa sababu kama hii muhimu, hawa tunakuwa hawapo? Kwa wengine unaweza kusema ni hiari, lakini kwa maafisa michezo ni wajibu wako kuwepo, hata kama utaki, hata kama yeye kinafiki tu, yani unakuja hata kinafiki leo, kwa sababu yeye anaendelea kufunga mafunzo wakati hapo. Sasa jamani, sasa ni kwamba maisha yetu leo unafiki, eh, wanakuja tu hapa

Tafsiri hii ni dharau, ni dharau kwa sababu kama kutokuwa na tatizo, basi afisa michezo ulaya angeleza lo tatizo. Sasa hatuwezi kuwa tunafanya juhudi za michezo, halafu ni wengine wanatuvuta tena, ikiwa kwamba na watu wengine, lakini maafisa michezo ambao tunawategemea wayo kusali wa mbele. Kwa hiyo pamoja na kuja kufunga semina hii, kwa niaba ya mkurugenzi, natambua kwamba afisa michezo utaandika taarifa taarifa ya mafunzo haya yeje, kwa mkurugenzi. Kwa hiyo jumla wa kuelekeza, utaandika taarifa mbili. Taarifa ya kwanza ikuwa taarifa ya ujumla ya semina hii ilivyokwenda. Taarifa ya pili itakuwa ushiriki wa maafisa michezo kwenye semina. mwezi kulea mimi kwa tayari kwa taaluma yangu mku, ndio mkuu wa nidhamu wa taasisi, mkuu wa nidhamu wa taasisi. Sasa wasoo mwingine unaokuja macho akiosima kuna wasoo mwingine sia kuja macho ile dharau, na hatuwezi kuacha dharau hii ikaendelea. Kama wameshuka kazi, sisi tutawasaidia kutafutia kazi nyingine ya kufanya. Mko wengi sana.